Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linaendelea kuchunguza tukio la ajali iliyohusisha magari mawili na kusababisha majeruhi kwa watu 14. Tukio hilo limetokea asubuhi ya Desemba 24, 2025 katika eneo la Magubike, kata ya Magubike, wilaya ya Kilosa. Ajali hiyo imehusisha basi lenye namba za usajili T577DXL mali ya kampuni ya Nasri Yutong. Uh, ikuwa ikiendeshwa na dereva aitwaye Alex Patric mwenye umri wa miaka 40. Huyu ni mkazi wa Mlandizi mkoa wa Pwani, likitokea Tarime kuelekea Dar es Salaam. Basi hilo ligongana uso kwa uso na roli aina ya Scania lenye namba T 145 AFA na tera lake namba T 148 AFK mali ya kampuni ya ATT ikiendeshwa na dereva aliyefamiliwa jina Robert Manunu miaka thelathini mkazi wa Bariadi ilikuwa linatokea Morogoro kuelekea mkoani Tabora. Majeruhi wa ajali hiyo kama nilivyosema ni watu kumi na nne wakiwemo wanawake watatu na wanaume kumi na mmoja ambapo baadhi yao wana hali mbaya na wote wamepatiwa huduma ya kwanza katika Kituo cha Afya Magubike. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa basi aliyejaribu kuyapita magari mengine katika eneo lisiloruhusiwa, hivyo kusababisha ajali hiyo. Dereva huyo anatibiwa akiwa chini ya ulinzi.